Kwa hivyo mnafungua mitaro, kumbuka watoto wenu, kuna mmoja atakuja na idea. Na pia community kuna ule mtu amenyamaza tu lakini hapo katikati wakati mnafanya ile shughuli atakuja na idea. Ya vile... katika jitihada za kuleta mazingira safi na yenye afya, Uthiru Mazingira Watch inaongoza shughuli za usafi za jamii. Katibu Mkuu wa Kabete Mazingira Watch, Martin Mwaniki, alikutana na jamii ya Muguga ili kuchagua wanachama 15 wa kamati ambao watasimamia shughuli za Mazingira Watch katika wadi ya Muguga. <tipa> Watachaguliwa hawa, watachaguli wa hawa walioonyesha kujitolea kwao katika uhifadhi wa mazingira wataongoza jitihada za kuimarisha usafi katika mtaa wao. Baada ya uchaguzi huu, wanachama wapya walialikwa kuhudhuria siku ya usafi itakayofanyika tarehe 29 Machi 2025 katika wadi ya Uthiru ambapo wataona jinsi shughuli za usafi zinavyotekelezwa. Onyesho hili litawawezesha kupanga shughuli zao za usafi katika wadi zao, na hivyo kuhamasisha wadi nyingine kushirikiana katika juhudi za kuboresha mazingira ya Kabete Constituency. Wakati wa mkutano huo, timu ya utekelezaji ilitoa shukrani maalum kwa Bwana Kibunja, afisa wa logistics wa Kabete Subcounty kutoka wa Matangi Foundation kwa kuhudhuria na kuchangia katika mkutano. Aidha, katika mkutano wa maandalizi uliofanyika katika wadi ya Uthiru, Mazingira Watch wanaendelea kualika wananchi wote kujitolea kwa ajili ya siku ya usafi na kuhimiza kila mmoja kuja akiwa na kifaa chochote cha usafi anachoweza kupata, iwe ni koleo, vifagio, gloves au vifaa vingine vya usafishaji. Hii ni hatua muhimu kuelekea kuimarisha umoja wa jamii na kuhamasisha kila mtu kuchangia katika kuboresha mazingira. Mafanikio ya siku ya usafi ya Uthiru yanatarajiwa kuwa msukumo kwa wadi nyingine, na kwa pamoja wananchi wa Kabete Constituency watajitolea kuleta mabadiliko chanya, kuhakikisha Uthiru inakuwa safi na imara. Usisahau kupiga like, subscribe na kufinya kengele ili kupata habari zetu pindi zinapochipuka.